Watanzania wanaendelea kutabasamu kwenye mchezo wa riadha ya kimataifa baada ya Magdalena Shauri kushika nafasi ya tatu na kutwaa medali ya shaba kwenye Chicago Marathon iliyofanyika Oktoba kumi na mbili nchini Marekani. Mwanariadha huyo ambaye pia ni afisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, yani JWTZ, alimaliza mbio hizo ndani ya saa mbili dakika kumi na nane na sekunde tatu na kujiwekea rekodi yake binafsi. Kabla ya hapo, Shauri ambaye alimaliza nyuma ya wa Waethiopia wawili Hawi Feysa na Megertu Alemu alikuwa anashikilia rekodi ya muda wa saa mbili dakika kumi na nane na sekundi arobaini na mbili aliyoiweka mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwenye Berlin Marathon. Ushindi wake unakuja takriban mwezi mmoja baada ya Mtanzania mwingine, Alphonce Simbu kutoa medali ya dhahabu nchini Japan. Mafanikio ya wanariadha hao wawili wa Tanzania yanazidi kurudisha furaha kwenye nyuso za Watanzania kwenye mchezo wa riadha ambao kwa muda mrefu umekuwa ukitawaliwa na majirani zao wa Kenya. Pengine hii ni ishara kuwa Tanzania imeanza kuwawashia indiketa majirani zao wa Kenya wakisema kuwa mwenye mji ikarejea, ikisitiza kwamba Tanzania inarudi kwenye zama zake za kutesa kwenye riadha baada ya miaka mingi sana. Yawezekana pia zama za nyota wa zamani wa Tanzania waliong'ara kimataifa kama vile Filbert Bayi, Suleiman Nyambui na Juma Ikangaa ambaye alishinda New York City Marathon mwaka 1989 zikaanza kurudi au tuendelee kuwapa muda.